Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatu. Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kwa siku ya leo adhimu ambayo leo tuko hapa kwa mwenyekiti wetu Bwana Arif Suria ametuita sisi mtandao wa walimu wanawake wa madrasa chini ya Umata, naye ni mwenyekiti wetu wa Umata ametuita na wa walimu wa madrasa pamoja na watoto wetu wa madrasa mbalimbali mbali, hapa Dar es Salaam na nje ya mkoa wa Dar es Salaam. Tumefika kwake, alhamdulillah imewapa watoto wetu zawadi kama mnavyoona, lakini pia tunamshukuru yeye na watu wote ambao wa, anashirikiana nao katika kuhudumia jamii. Tumefarijika, tumepata nasaha mbalimbali mbali, lakini kubwa amani. Leo imeweza kutufanya tendo hiki kifanyike. Kama nchi yetu Tanzania hakuna amani basi, watu wasingetoka mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, katika mikoa hii ya jirani na Dar es Salaam yenyewe tusingefika hapa. Lakini tunafahamu kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi na mwezi wake huu wa kumi ndio umeshafika. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe hii amani iendelee, sasa hivi wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe kiongozi Thabiti mwenye uwezo wa kutuongoza na kuendeleza amani yetu. Hakuna kubwa tunayokiomba zaidi ya kina mama na watoto na kina baba majumbani, kila mmoja awe ni mwalimu wa kuizungumza amani na kuwasihi wale ambao wanafanya uchochezi waache uchochezi, tuendelee na amani na kufanya kheri kama hizi. Tunaiombea nchi yetu na tunamwombea rais atakayekuja, Allah atakayemchagua kila yenye kheri na hatuondoshee kila shari katika nchi yetu. Tunakushukuru sana mwenyekiti, tumefarijika. Wanawake wa Umata tuna furaha kubwa sana, tumeongea mambo mengi. Tunaomba Mwenyezi Mungu ayatekeleze kwa uwezo wake. Allah akulipe wewe na wale wote ambao wanafanya kazi pamoja na wewe. Shukran jazilan, asante sana.